Mimi ni shahidi juu ya nafsi yangu. Kila mwanadamu anajua ndani ya moyo wake ukweli ambao wengine hawawezi kuona. Anajua mapambano yake, anajua makosa yake, anajua siri za maumivu yake, na anajua pia sauti ile ndogo inayomwita arudi kwenye njia ya heri. Hakuna siku nitakapoweza kujificha mbele ya nafsi yangu, maana mimi ndiye shahidi wake. Najua nilipotoka, najua ninapokwenda, na najua mahali ninapoteleza. Hata kama dunia haitajua, ninaweza kuwafanya watu waamini mimi ni sawa, lakini nafsi yangu haidanganyiki. Inanisemea hata kimya changu, inashuhudia hata machozi yangu ya usiku, inanikumbusha pale nilipopotoka na pale nilipofanya mema. Kwa hiyo leo ninasema kwa ujasiri, mimi ni shahidi juu ya nafsi yangu, na sitajificha tena, sitapoteza tena, sitajiangusha tena, nitakuwa mwaminifu kwa moyo wangu, nitavua mzigo wa unafiki, nitapokea ukweli hata kama unanichoma, kwa sababu hakuna ushindi mkubwa kama kumshinda nafsi yenyewe. Na mbele ya Allah Hakuna kilicho wazi zaidi kuliko nafsi ya mtu na yale aliyoyaficha ndani yake. Leo nitaishi kwa ukweli, kwa sababu mimi ndiye shahidi wa safari yangu ya kuanguka na ya kuinuka.